Kawa wakati wa jioni akamtwa Lea binti yake akamletea Yakobo naye akaingia kwake na, aka kwa na nekakhali ekorobao lapani abukula omukhana wewe Lea mala amuilila amuilila Yakobo Yakobo aba ne naye Yakobo, aoni kwa sababu bibi arusi Amefunikwa na usiku ni Giza. E, yakobo sa, sahabona bulayi omweyata khulwe khubela e, bamubimbile ebimbile mala muli musilo sisilima siliho je yakobo atayiti kiyaje budanganyifu buo nono yakobo acha khufukilila riena khulomaloma riena khububeyu bwoobwo je atamutsaliki leya na Raheli mara moja acha khuloba lea malakolane khubeya khuyila eraheli sise sisyene usesyo 25 unasema asubuhi ilipo ilipofika uh, lunyiliilwa kamakhumi kabiendejhirane lumeli nga ne bwasha uh, yak yakobo amanya alilea tunoweza kufikiria tu mshutuko wa Yakobo kunyala wakanakanasa ukwesinduha kwa Jakobo. Yakobo ambaye alikuwa amemdanganya baba yake kwa macho daifu, Yakovo owavanaveile papa wewe uwava nende chimoni chindehele, amedanganywa kuoa mwanamke mwenye macho daifu yesi bamubeha khubeya omukhasi oli nende chimoni chindekhele ndeganyifu ame amedanganywa kwa hila ile, ile aliyo otumia baba yake omubeyi. Yesi bamubeha khubeyisa bwobwo nibwo arumikhira khupapa wewe. Yakobo alikuwa amejifanya kuwa kaka yake mukubwa omusoreri wewe omuhuru na sasa Lea akajifanya kuwa dada yake mdogo ne arunari na sisi sino nasio Lea ehorele huba omukhana wewe omutiti Yakobo anaenda kwa Labani e, Yakobo acha nio Labani ali story wa 25 hadi 26 Oni lilwa kama khumi kavyo ndechirano kola kavili nende sita akamwambia Labani ini khi uliyonitenda, siku kutumikia kwa Raheli, mbona umenindanganya? Labani akasema havitendeki kivi kwetu kumtoa madogo kabla ya mkubwa. areva lapani ali sina nisho ukholele sino se nakhukholele sikila Raheli taku sina sikila nono ne umbea lapani amukobosya si ali sekhukholanga khurio musibala syefwe tawe yakobo anaweza kufanya nini tena yakobo nona nyala khukhola sina nulundi tayari ameanguka kwa ajili ya udanganyifu amalile khukhilwa namwe khukwa khulwe khubela bubeyi hapa ni amu bawalela hari. Sari wa ishirini na saba. Tonye lililuwa makumi kabili ende sapa. Timiza siku zake saba, nasi tutakupa huyo naye kwa utumishi utakao nitumikia miaka saba mingine. Linda lichuma liye kumuimo kwe hukwana kwa yuno liwe. Mala okundi yesi kulwe kumurungo kwe buholi bwe kimiko kikindi saba babani anamwambia Yakobo kwamba ikiwa anataka kumwoa Raheli. Eh, lapa ni abolela Yakobo mbo yaba na kenya khuyila lundi la, e, Raheli lazima amalize juma la arusi na aleya kwanza alinde lichuma lie kumuyimo kwe khukhwana kwale akuwe nyo. Kisha atampa Raheli mala acha khuhebwa lundi Raheli. Kisha Yakobo lazima amfanyie kazi miaka mingine saba nelundi nyanyole Raheli. Yakobo acha khuyingililwa khumukholela lapa ni kimiko kikindi saba ebweni. Yakobo anatamani kurudi kwa mama yake Yakobo alikho ekomba ukalukha wamayi wewe. Alikuwa amesema ukaa kwake na mujomba wake Labani ungedumu kwa siku chache tu, aba aloma ali khwikhala khwewe wakhochawe khuchasa khubukula chindalo ngekhe sa chiri. Sasa ameenda kwa miaka saba na Labani anadai abaki miaka saba mingine nalu nari amenyileyo kimiko sapa nelundi lapani khaloma lundi achilele khumenya kimiko kikindi sapa kwa jinsi alivyo na mambo nga abe nga abona kamakhuwa kario yakobo akuwa na chaguo se abakho nende liosiliosi nilio arobora ta anakubali yo ofa mala akelawo afukililasa niko bamubolele nane Yakobo uh, akafanya hivi, akatimiza siku zake saba, naye akampa Raheli binti yake awe mkewe. Uh, wunilua, kamakhumi kaili nende nane ilomeli uh, Yakobo akhola aryo amala lichuma lye kumuimo kwe hukwana nelea nyolapa ni amuwa omukhana wewe Raeli aba omukhasi wewe Yakobo. Anamtumikia mjomba wake, ameharibu maisha yake. Ameharibu maisha yake. Yakobo olana khukhwonaka limenya yewe. Inaweza kuonekana kama Bwana hayupo inyala lyabonekhana nga wele okhaliyo ta, lakini kwa kweli Bwana anafanya kazi kupitia udanganyifu wa Labani ili kutimiza ahadi yake ya kumpa Yakobo wingi wa uzao. nekhali khubungali eh, omwami alikhakhola kimilimo khubirira eh, mububeyi bwa Labani nyokolane humala khumala eh, namwe khwoselesya lisubi sya lyakhuwa uh, Yakobo bukali bwa bwisaye, katika sura inayofuata, mu mulunyeli lulondakho, tunasoma kwamba wanawake wote wanne usoma mbo bakhasi bewe bosi banabo wake wawili na wajakazi wao bakhasi bewe babili nende bakholi uh, babwe wote a wana, wanamzalia Yakobo watoto bosi bebulila basalila Yakobo babana wana wanakuwa makabila kumi na mawili ya Israeli. Ne babana bano mbe baba bakhola chikholo eh, likhumi nende chibili che Baisiraeli. tika mstari wa thelathini na moja tunasoma Bwana akaona yakwamba Leha akupendwa naye akafungua tumbo lake, bali Raheli alikuwa azai nga wele omunyali owa byosi abona aliLeha aba nabulobe amwikula enda ne Raheli aba omukumba Yakobo. Anakabiliwa na ukweli kwamba Mungu anambariki, anambariki Lea kwa watoto, lakini ambariki Raheli. Yakobo ningilila nende bung'alimbo wele bwele abitile Lea chihabi eh, umuwa babana nese abitile chihabi Raheli tawe. Ilikuwa ni mpango wa Yakobo kumwoa Raheli. Lyaba lilyenya lya Yakobo khuyila eh, Raeli, lakini ilikuwa ni mpango wa Mungu kwamba amwoe Lea. Nekhali lyaba lilyenya lya wele mbo Yakobo olani khuyila Lea. Katika mistari ya mwisho ya sura hii, ne khulola chinyilili chimalilikha mumuliango kuno, tunasoma kwamba ni mke asiyependwa ambaye anamsifu Bwana na kushuhudia uaminifu wake, khubona mbo omukhasi niyo abele bakhasima mata niye okhoofumia omwami nelundi khurusha buloli mubusubilifu wewe. bwewe naleya ndiye anayeza makabila manne kati ya makabila zaidi na leo yoniye owasala uh, chikholo chine akari wa chikholo chosi chiliche chili, uh, chili chindayi namwe che kamani cheluyali mu mu Israeli. Musa nende Aroni bakhasalilwe mukholo ya balawi na Yehova atachugua Walawi ili wamtumikie katika hekalu lake. ne Yehova naye arobora valawi vbolani humurumikira mulukangu lwewe Daudi atazaliwa katika kabila la Yuda na mwenyezi Mungu atachugua nasaba ya kifalme ya wafalme kutoka Yuda na Daudi naye asalwa mukholo eya yuta mala wele omenyile kimiko kyosi arobora arakumukoye kwebubwami mubami khukhwama mukholo ya bayuta wa Israeli, walipo waliposoma baadaye hadithi ya udanganyifu wa Labani na uchaguzi mbaya wa Yakobo baisiraeli ngabolana khusoma uh, E, elukano lwa bubeyi bwa lapani nende burobosi bumayanu bwa yakobo wangejua kwamba wana mwenye enzi kuu anaweza kutimi adamu bakhamanyile mbo omwami omenyile imiko kyosi oli omubofu anyala koselesia namwe kamala lisubisya lyewe khubirira mububeyi bwo mwana womundu hivyo ndivyo mungu wetu alivyo mkuu kali karyo busa kabolambo welewe kubulei bwa kimiko chimia chine kisha yabweni atakupitia mateso yakhaba nibabiira mumiakhano sabu hiyo inakuwa hadi wazao milioni mbili wa yakobo eh, bukali obwo bwatasikha hukhwola vipande telatini vya feda yuta abia yesu ne khumukusia nekhukusia sio omwami wewe khubitonyibya byefwesa chifwesa kama kamakhumi kataru wakuu wa makuhani walitumia ushuhuda wa uwango uwe hukumu yesu basayi bakhulu barumikhira buloli bwa bubeyi khukhalakila yesu Pilato alijua kwamba yesu akuwa na hatia. Pilato olana khumanya mbo Yesu salikho nende libi ta, lakini alimtoa ili asulibiwe, nekhali amwana olane ba khubambisibwa khumusalaba lakini Mungu nekhali wele alitumia udanganyifu huu wote wa wanadamu kutumiza ahadi yake kwamba uzao wa Yakobo wangekuwa wingi kama mavumbi ya inchi. Wele arumikhira eh, bubeyi buno bwosi bwomwana womundu khwoselesia lilakilisia liewe mbo lwibulo lwa Yakobo lukhabe lukali nga lipukhulu lyesibala. Baada ya kufufuka kwake Yesu aliwaambia wanafunzi wake Enyuma we lilamukha lyewe Yesu abolela babeka bewe, ndivyo ilivyo andikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu kutoka kwa wafu. Kalisa kario nga kaliahandikwa kwamba Kristo ukhwola anyasibwe mala alamusibwe endalo ya khataru khukhwama mubafu na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake toba na ondolea, ondoleo la dhambi. ne mbo chikholo chosi chicha khwilwachisibwa mwisina lyewe lyekanila nende khubelwa khwe buwoni Yesu aliwatuma wafuasi wake kufanya wanafunzi kutoka kwa mataifa yote. Yesu aruma balondi bewe bkhucha khukhola bandu khwama muchikholo chosi khuba balondi bewe. Na matokeo ya mwisho ya kazi hii ya utume yanafichuliwa katika ne kamakobosia kamalilikha li ke kimilimo kye burumwa buno kekulibwa uh, mu uh, katika Ufunuo uh, sura ya tano mstari wa uh, tisa hadi kumi. Kekulibwa, uh, kekulibwa mu sitabu sysilifunulwa khu Yohana kumuliango na kuli kharano unyili watisa uola kumi. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa, uli ukamnunulia ukam Mungu kwa damu yako, watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya uka kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamliki

mumwami wazao wa Yakobo, kwa kweli watakuwa kama mavumbi ya dunia. lwibulo lomwe lisaye lya yakobo bwang'ali bacha khubanga lipuhulu eh, lye musibala. Hadithi ya harusi ya Yakobo inatuambia kwamba Mungu hayuko kamwe wakati wanadamu wanadanganya Lukano lwa siselelo sia Yakobo sikhubolela abuwanga mbo wele sali nende omwana womundu ise nibyo achilila nebubeyi yita. Mungu ufanye kazi na kubinduwa na kumtumia mwanadamu mdanganyifu kutekeleza mpango wake mkuu wele akhola kimilimo kyewe nekhukalukhasia na kimilimo kyewe kekhukalukhasya khurumikhira omwana womundu mububeyi kwoseresya sifuno syewe sibofu yesu alisema yesu alomari ari mathayo sura ya unamtenda dambi na kukimbia kwa imani kwa mwokozi wa bulimwingu nono ocha khweyama ebweni woomwami